Mimi ni Hassan mwana wanami, naitwa Fred Arocho, ni kwa landa shatabule Mudiangara Mudiangara <laughs> naona <Mudiangara. laughs> <una> messages zimeingia 24047 <laughs> <laughs> uh-huh. na pia FB Radio 47 naiona pia na TV 47, ndio time ya kuinteract na wasikilizaji na watazamaji wetu, lakini ulikuwa unamalizia jambo kabla hujakwenda break mm. Kwa kifupi, ilikuwa ni nini inakuuma kuhusu <laughs> The Manchester also, derby eh kwamba uh, it was colorless orderless Just like water. Faceless. Uh, no, at least water has life. Water has life. He didn't have life it, was a dead derby. Okay. You know and it is for those boys to realize the teams they are playing for. Derby inaisha, unaona ati watu wanaanza ku hug mm. In a Manchester derby. Ati ati mtu wa Manchester na mtu wa Man City, okay. Mtu like, yeah. What are you doing, don't you know what you're playing? Na, kwa landa yeah, yeah. Arsenal <laughs> uh, walikuwa na nafasi kubwa ya kuifanya ligi kuwa tamu. Sasa hivi pengo tukikuwa tunazungumzia na mangapi tisa. mm. eh, lakini wanabeki wao walipokwenda kucheza dhidi ya Everton kumbe alifuatilia sana Shujaa sevens rugby ikawa penalty do contravention Arsenal. Arsenal walipoteza utamu wao, makali yao imeanza kudidimia, wameanza kufifia, season imeanza kuchemka, injini yao imeanza kuleta shida, kulant cool imeisha

kulanti imekataa kabisa mawazo, ameanza kuisha jamaa. Anasema kwamba ni watu ma set free kicks, set specialists, oh sijui vitu gani. Tumewasoma, washajulikana, shortcut yao imekwisha, hawana mawazo mengine. Walimtegemea ndugu yetu Bukayo Saka kufanya mashambulizi -ma -ma ama kufanya makali ama kurejea na makali uh, wapi? Mambo mm -hmm. ni magumu sasa. Ndo inasema nini imekutana na lakini unajua pia alikuwa anawazia Real Madrid, ndio akawapumzisha baadhi ya wachezaji kama Odegaard, ndio so, so so maana. Anasema mawazo, wewe ndio msemaji wa sena kwa landa yellow card. Hiki si kikao cha wewe na mzee wako kunwa buza kwenye nyungu mkitumia mrija umetukana watu wa malava every football fan out there must agree that if liverpool and i say if not when if liverpool take this league it is liverpool plus pgmol that have taken this league Aye. this is not a liverpool league alone <laughs> ni liverpool na marefari wa premier league wameshikana kuchukua league from arsenal e. i want you to tell me a day that arsenal has dropped points Yenye haijakuwa na referee interference. Kutoka ligi ianze two game ya Everton, which was the last game we played. Tell me a day that Arsenal has dropped points yenye referee hawajakuwa na a thing to say about it. If you want to talk about Brighton, I will tell you walitupiga red card tukiwa one nil up tukaenda tume drop points, ndio? If you want to talk about Wolves, I will tell you the same, walitupiga Lewis Kelly a red card, which was not a red card, mm. sindio, we end up drawing points, dropping points, ndio? yeah Now let us talk about the Everton game first of all this Darren England referee must be investigated this is the same referee who was on VAR when Arsenal was playing against Wolves Ukijana kapigwa red card he did not intervene to change which was not a red card which was later on uh, revoked <laughs> but could not help Arsenal That because we played the game. Same, frae, sana. same, same referee referee no, no, no, Against <laughs> Wolves, this is a referee who is hell-bent arsenal is not taking three points look at the game against nafurahi sana this game <laughs> huyu referee? kabisa this is not a penalty the player that has been fouled ameanguka ameendelea kutafuta ameamka and tafuta ball because he knows this was a tackle which was outside the box it's not a penalty but he says you know what penalty Up. Again, ah, towards the end ah, of that game. Ngoja nimalize vile. uh, okay, game iliisha mm. hata game ule referee he blew his whistle that amemaliza game sindio? when ma player tuki e, attack, ma player wakamwambia angalia the big screen, bado tuko na time, game haijaisha, then he restarts the game. ilikuwa imebakia dakika ngapi? ilikuwa imebaki kama one minute, lakini football one minutes So uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yes. Umekuwa ume kwenye mpira siku nyingi yes. Na we ujua kwamba mm -hmm. added time ile ni ya refari, jambo la kwanza exactly. Ja, jambo la pili mchezaji uwezi ukamfunza referi kazi. That's it, sio ndio? Kuuliza kwa nini huyu alifunzwa jana, mechi kwa nini alifunzwa juzi? Huyu referi alimaliza game, he finished the game, ma player wakamzunguka, akamwambia angalia hata timu inaenda kupiga inaenda kupiga ni kona ni, na referee anamaliza mchezo. Nipewe, nipewe nipewe muda wangu, sikilizeni. I have no issue <laughs> nipewe muda wangu herargukubaliza game My issue is, alimaliza game maplayer akamwongelesha aka restart game, meaning he was not in control of the game. Alishinda kudhibiti huo kudhibiti huo mchezo na uone, ah, ah, uh, Arocho anachokisema Shata, uone kama wachezaji walikosa. Mashabiki wa Arsenal wote kwa sasa wanafoka no, hakuna yule ambaye afoki vi sababu, sijui refari o sijui VAR o sijui mechi wamecheza mechi, unasikia amesema mechi zao zote ambazo wanapoteza alama, kuna dosari yote tisa. Mm -hmm. Kumi. refaris confusion is final. Mimi namuuliza Shatta boy, unajua Everton kwa mechi tano hawajapata ushindi katika mechi tano ambazo wamecheza. Tupewe muda wetu, kauleni kitu ambacho anasema tena kwa ufupi. <laughs> <laughs> Arsenal hawakwa tayari kulichukua taji hili mm. Kwa sababu gani? Haya yote wanasema VAR, sijui pj, ama naziita nini pj ya ngoa, hizo hizo ni kelele. Arsenal hawana mshambulizi wa kuweza kuisaidia kuchukua ligi, you know, angalia timu kama Leicester City, wakati walipokuwa wanachukua ligi, wana mshambulizi ambaye anajikokota kila apiga bao. Mwangalie Manchester United wakati alipokuwa anatua ligi. E, misimu ambayo alikuwa anachukua ligi miaka nenda miaka rudi, lazima uwe na striker ambaye atakushindia ligi. Hebu mm-hmm, niambie pale Arsenal, ni mshambulizi yupi ambaye angeshindia Arsenal mm-hmm, ligi? Mara nyingi wanamtegemea sana Bukayo Saka. Saka amerejea, amefunga bao Manduru. Haya, mfalme amerudi. Uh, kwa landa tuheshimiane. <laughs> Haiwezi bwana. Hii show ni ya watazamaji na wasikilizaji <laughs> why you taking it over You have something to say before you go to, to Laikipia? 3-0 Newcastle. Dakika ni arobaini na tatu. Latest. Latest scores. Dakupatia mafia amefunga dakika ya pili. Dakika kumi na moja. Kisha Benza kafunga dakika ya thelathini na nne. Na si mechi moja, si moja peke yake inayochezwa. Kuna mechi ya Serie A. Eh, kuna mechi kadhaa kadhaa. Kuna La Liga, zinaendelea wakati mmoja, wakati. Lakini unasema Leicester itamfuata Southampton. Leicester mambo yao tutajua. Southampton alishuka jana. Mambo, mambo yao Leicester na Arsenal ni moja tu. Unajua mm, hiyo hiyo mambo ya Leicester na, na Southampton kushuka inahusu Manchester sana. <laughs> they are feeling very good that they are not in that list yenye inashuka because they were at yes. at risk le, of kushuka le, let's argue with the facts. Uh, to This twende, school, you are there. Twende Twende Twende in that conversation at some point. like, like amesema Tupate huy <laughs> <Manchester. tula> <laughs> uh, anasemaje eh, kule Laikipia kuhusiana na uchambuzi wa gemu mbalimbali, ni zamu sasa yako msikilizaji na mtazamaji la ikipya. Kama mpo tayari, hali inasemaje huko? Ya. Ilikuwa tu game fit tu. Kwetu Man U juu. Afraid tumekuwa tukipigwa sana na Man City. Pia yes, hii hawana ule main striker. Wanatumia mawingers kama Foden ndio alikuwa ameforsiwa kuwa false 9. Akaremewa sana na Ije tena ikaletwa doku. Pia akalemewa. But game ilikuwa poa. Na dabi tunasema haina mwenyewe. Tactically, coach wa Man U Ruben Amorim kuna venye kidogo kido anaena tuwakiukras manager wazoefu akinapep akina nani yeah. ilikuwa fit tu tumajuu tumekuwa tukipigwa sana na Man City. but jana at least tulipata point moja. jana nikiangalia manchester derby Damn. ilikuwa game fit lakini pia ilikuwa boring watch haina mabao hakuna hakuna like, zile dangerous attacks zenye tulikuwa nazo. Ganacho alilala, um, haku convert i think. Uh, Amorim anafaa anafa angalie sana like finishing power ya nania Ganacho juu ako na potential, anaweza control, akona mbio, akona speed. Uh, so finishing yake iko ndo poor. Jamaa anasema finishing kumalo. Uh, game ilikuwa mm. bo Haya aya, jamani, kabla tactically Ta eh eh? mm. we have to give it to Amorim mm. tactically Amorim has has has a Guardiola's number Ay, angalieni simu zenu wenye kipindi wanasemaje? <laughs> e, maana TV 47 na Radio 47 yes. mm. Hatuko hapa kuuza sauti na sura, ni kukupa wewe msikilizaji na mtazamaji nafasi na kama ulivyosema mitandao yetu imechacha. E, nyuma yake Shata nitakuwa naangalia texts zinasemaje. Kuna habari za, za, za kuvunjika, yani breaking news <laughs> eh, ha? Habari za kuvunjika. Ndio. Breaking news. Ah, e, kutoka kule Tunisia ni kwamba Junior Starlets wamepata ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya wenyeji wao Tunisia, hmm. Ha, Moroko hawa ni Moroko, Moroko kumradhi, tuko Moroko, e, Moroko kumradhi. Hmm. E, mechi imetamatika e, ikiwa wanadada wetu chipukizi wamefanya mambo eh, bao limefungwa na Michel Waithera ah, namba saba yule, yeah, tulikuwa tulikuwa na Waisha Taboy, nikwambia yule Waithera hapana machezo, yes, alafu mm -hmm. Elizabeth Ochaka ambaye ndio ah, captain eh, wa kikosi hichi cha alipiga hedi, alipiga bao inamaanisha kwamba na mimi nasema hizi timu zingine zote zivunjwe tubaki na Starlets. Haya <laughs> anasema Shabana ya mwaka huu ni tofauti kabisa huyo, eh, ni Kefa Nengo Bosire. Eh, uh, vipi mabingwa meja Collins Maloba wa Stand Up Arts Production eh, uh, nimefurahishwa sana na gumzo, mwambie shata tulize munkari mm, eh, tulize munkari. Ukisema munkari pia unafafanua eh, uh, unajielewa kile ulichokuwa nacho ndio hanjam kile elewa tu kile ulichonacho nacho studio ni ndio munkari <laughs> hicho uh, eh, ulicho nacho ndio munkari anasema hivi mm -hmm. nawaona sana looking good Eh, John Kibet Tarus anawasalimu sana, anasema baada ya kipindi mje mnwe chai. Wapi, wapi? Tunakuja, amesema South B.

akikuuliza tu ni lini mara ya mwisho Arsenal amechukua ligi ilikuwa lini? Ngoja, mara ya mwisho Champions League ilikuwa lini? All right. Ata mara ya mwisho Arsenal kuchukua ligi ilichukua unbeaten, tuko na golden trophy. Na mara ya mwisho Champions, ah, ligi ni kesho, ah, hey. Tunacheza Champions League. Ah, yeah. Wewe unaicheza? Tuta, na, tutakuja hapo kwenye Bashiri game. Tukimalizia uchambuzi, hiyo ni Bashiri game. Mimi najaribu kusema hapa kwenye Serie A Napoli umoja Bologna sufuri, dakika dakika, ni half time. Kisha nyingine ya ya ya La Liga Osasuna sufuri Leganes sufuri, half time. Alafu Newcastle anafanya mambo yake kule Galatasaray. Shoni yako Radio 47 na TV 47, nani mwenzetu unaongea hapa na Mbongo wa Mwanza Yohana Mizingo kutoka 103.0 Nairobi. Leo uko Nairobi hii eh? Niko tu Nairobi kaka. Shabiki wa timu gani wewe? Mimi ah, na mpira wapi na wapi eh. Sasa hapo watafuta nini maji? Mbona unaogopa kuongea na Tony bwana? Sema Chelsea kama we ni mtu wa Chelsea bwana. Jivunie <laughs> mm, eh, chako ni chako ukakitupa Hello. Hey, chako ni chako huwezi ukakitupa bwana hata kama ni chongo, hey. Hello, chong. ye baba sema twakusikia, lipa deni. Radio 47 na TV 47. Nani mwenzetu na ukwapi Hassan mwana Ali. Vipi? <laughs>

Jei imemfinya kweli, ni udogo wa kamera. <laughs> Unasemaje landa kwa landa? Hiyo si kauli ya kucheka.

Haya ah, yeah, yes. Eh, tunaweza kupokea nyingine tena sio? Kumbuka yes, eh, ni zamu yako mm. Shabiki wetu wa Radio 47 mm, na TV 47 uchambuzi wa game sio, mm. Eh, lakini Hilary Lomtash, uh, na... kapenguri ya fono. Radio 47, yeah. Na TV 47 mwenzetu, bwana nani, mwezetu? Mbona ngoja, unatizama unasikiliza? Maanake unachelewa kidogo kwenye eko. Umefanya umefanyaje kwenye sikio lako? Unaweza ukazima redio ama upunguze sauti, sio? Redio 47 na TV 47 90 plus, nani mwenzetu? Nani mwenzetu? Halo. Ha, karibu sana. Nani mwenzetu? Ay. Sema nasi, ujambo. Za kuwa mushkili ni huku kwetu nini? <laughs> <laughs> za kuwauna mlaumu mwewe, kumbe shida ni kuku. mm. Kuna atambo boa za hapa live Nakuru. Aya, halo. Eh, karibu sana bwana, sema nasi. halo. Mm-mm. Nashuku huku kwetu sio? <laughs> hii ya mwisho itathibitisha. Halo, halo, halo e, ujambo bwana, ujambo e, mwenzetu nani na uko wapi? Huyu ni hodari kutoka kaunti ya Trans Nzoia, hodari mwenye uhodari, karibu sana na uhodari ja. Wako wa timu gani uhodari? Kelele za wachache, yeah, yeah, yeah. wa, washindi watarajiwa Champions League msimu huu, yes. uko <laughs> na eh, <laughs> <laughs> <wabanguza, laughs> <finish> <laughs> <laughs> Hey, amefanya nini? Wewe si usimame na timu yako nikucheka <laughs> wasemaje? Kuna, yeah. yeah. yeah. kuna kitu ulikuwa unamwomba Rocho Pulo. Eh, nilikuwa nauliza Locho hivi, mm. Eh, nimeona ameposti picha ingine hapo akiwa na kakangu Diamond alafu yeye ameshikilia shati. Sasa sijaielewa elewa hiyo picha inahusiana na ile bumbu tulionalo kweli. Rafiki yangu Diamond. Photoshop, Photoshop. Haya jamani, watu wa Manchester wameacha kupost kuhusu timu yao, wanapost kuhusu Diamond. Sisi unajua Diamond shabiki hiyo, ndo hali ya maisha sasa, hali ya mkeka ndo hali ya gunia. Shataboy yes. <laughs> mtu mmoja awezi akapost kitu ukasema watu, hebu ngoja watu, unaona huyo Diamond, Diamond ni shabiki mkubwa sana wa Manchester United, okay. Na Diamond ni rafiki yangu wa watoka ntoke, yani sisi, hey. Marafiki wa karibu. Ah, no. Radio 47 na <laughs> TV <laughs> 47, ujambo. <laughs> Eh, tunamalizia uchambuzi kwa wa game. Wasani kuna tatizo, si wapo wapi kabisa? Aya, ah, sawa bwana. Eh, hapa jaribika jambo. Jamani tutapumua kiduchu eh, na tutakaporejea, mm. ni call A friend. A friend. A a e, we unatupa simu ya mtu unamwaminia kwamba maswali ya roch atapita nayo ya kwa landa uh, ya shata teke yangu yote, alafu ya upate <laughs> zawadi uondoke nayo e, lakini shata boy usione. Kwa mfano kwa landa ameposti kitu ukasema, watu wa watu wa Manchester watu wa Chelsea manini, atakuwa tu ni mtu mmoja aliyepotoka katika jamii. <laughs> Tunarejea baada ya <amba> muda usiokuwa mrefu. <laughs> Join maybet leo upate free bet papo hapo. Fanya hivi, chagua home team.